Hello, habari, karibu sana, na leo ni siku nyingine tena. Leo nataka nikupe historia fupi kabisa ya AI hizi, vilevile nitakuonyesha AI hizi zinatumikaje, au nitakuambia baadhi ya matumizi yake. Hebu tuende pamoja, endelea kunisikiliza. Namba moja bwana, hii wanaita ni ChatGPT. Hii AI bwana hii AI ilianza mnamo mwaka 2015. AI hii bwana ilianza bila faida yoyote ya yaani ilitengenezwa lakini ilikuwa haiingizi faida kabisa. Lakini ilipofika mwaka 2019 mbili ndo ilianza kupata faida. Yaani hapa ndo ilianza kuingiza kipato au fedha, au sio? lakini elfu mbili na ishirini na mbili AI hii ambayo inaitwa Chat GPT ilitangazwa, yani ni bure kabisa, yani mpaka leo tunavyozungumza hapa, au leo hii AI hii ni bure kabisa, utaitumia kwa matumizi mbalimbali mbali. Bure kabisa, AI hii ilitengenezwa na kampuni ambayo inajishughulisha na mambo ya Artificial Intelligence au akili unde inayoitwa Open AI Research Company. Hii kampuni bwana ilitengeneza AI hii kwa matumizi ya yeah. Unaweza ukaiuliza AI hii chochote, ni kakujibu yani, unaweza ukatatua matatizo mbalimbali mbali kupitia AI hii vilevile vile. AI hii kwa vision mpya au kotoleo jipya ambalo limekuja sasa hivi, unaweza ukatengeneza picha au unaweza ukaediti picha yeyote vyovyote utakavyo, au sio? Sio au? Mwanzilishi wa AI hii au wa ChatGPT anaitwa Sam Altman. Bila shaka mpaka hapa tayari umeijua ChatGPT kwa ufupi kabisa. Endelea kuwa nami ili uweze kujua AI inayofuata. Hii ndo kampuni ambayo imetengeneza ChatGPT inaitwa OpenAI. na mabili bwana, hii inaitwa Deep Seek AI. Deep Seek AI vilevile vile ni AI nyingine ambayo ni makini sana, ambayo inasaidia watu wengi na inatatua matatizo mengi, ni kama hii ya kwanza hapo. Kwa wale wanachuo wanaweza kutumia AI hizi kutatua matatizo mbalimbali, kama ya kutatua labda kusolve assignment mbalimbali au kuuliza maswali mbalimbali na yakajibiwa automatically. AI hizi zinatoa majibu sahihi kabisa. Unaweza ukaiuliza vyovyote na ikakusaidia majibu. Vilevile AI hizi zinatatua matatizo tofauti na kuiuliza maswali. Unaweza ukaediti picha kwa kutumia AI hizi. Ngoja tuendelee, sio au? Mwanzilishi wa Deep Seek anaitwa Liang Wenfeng, huyu ni mchina ndugu yangu, ndo ameanzisha ai hii maana yake location ya kampuni hii iko China au sio? Created yani hawa waliwatengeneza AI hii, ni kama jinsi unavyoonekana hapo, wanaitwa Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co Ltd. Bila shaka nimesoma kwa urahisi na kwa utaratibu. Bila shaka, na wewe mwenyewe unaona hapo. Leo nimekuelezea AI mbili ambayo ni, ni ChatGPT na Deep Seek, na maana yake leo niukuonyesha historia fupi za AI hizi mpaka leo, ambazo zinasaidia au zimekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ulimwenguni au duniani kwa ujumla. Endelea kuwa na channel hii au kufuatilia channel hii kwa kugusa neno subscribe, ili usionapitwa na taarifa ambazo nitakuwa natoa au elimu mbalimbali ambazo huwa nazitoa kwenye channel hii. Kingine na kuja na mambo mazuri zaidi yanayohusiana na mambo ya kiteknolojia na kutakia siku njema.